wa Marekani Donald Trump ameonya Irani kwamba muda unakwisha wa kujadili makubaliano kuhusu mpango wake wa nyuklia kufuatia ongezeko la vikosi vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Ghuba. Rais wa Marekani alisema meli kubwa ya kijeshi ya Armada ilikuwa ikisonga mbele haraka, kwa nguvu, shauku na kusudi kubwa kuelekea Iran katika ujumbe aliyoandika kwenye mtandao wa wake wa kijamii wa Truth Social. Mapema Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ya ya alisema na hapa na mnukuu, kuendesha diplomasia kupitia vitisho vya kijeshi hakuwezi kuwa na ufanisi au manufaa. Trump hapo awali alisema atawaokoa wa waandamanaji waliohusika katika ukandamizaji wa kikatili na usio wa kawaida dhidi ya maandamano nchini Iran mapema mwezi huu. Ikiwa wanataka mazungumzo yafanyike, lazima waache vitisho, madai mengi na kuibua masuala yasiyo na mantiki, Arachi alisema katika hotuba za televisheni zilizotafsiriwa na shirika la habari la AFP. Natumaini Irani itakuja haraka kwenye meza ya mazungumzo na kujadili makubaliano ya haki na usawa. Hakuna silaha za nyuklia, Trump aliandika.